Channel 10. Na kada wa Chama cha Mapinduzi James Rock Mwakibinga amemwomba radhi Dr. Emmanuel Nchimbi kufuatia tuhuma ba mbalimbali alizotoa dhidi yake ikiwemo ile ya kujimilikisha flo nzima kwenye jengo la Umoja wa Vijana wa CCM Agasti 16 mwaka jana, kada huyo mbele ya waandishi wa habari alimtuhumu pia Dkt Nchimbi kwamba ameuza kinyemela viwanja mia mbili ambavyo ni mali ya umoja huo wa vijana wa CCM vilivyoko Temeke jijini Dar es Salaam. Mwakibinga amewaambia waandishi wa habari kuwa tuhuma hizo hazikuwa na ukweli wowote, kufuatia kile alichodai kuwa tafiti alizozifanya hapo awali kuhusiana na tuhuma hizo hazikuwa na ukweli. Na alizipata kutoka katika vyanzo visivyoaminika, hivyo kwa moyo mkunjufu ameamua kumwomba radhi Dkt Nchimbi. Nakumbuka niligusia kuhusu tuhuma ya mheshimiwa balozi mteule mheshimiwa Dkt Emmanuel Nchimbi na kuhusu kujimilikisha vo nzima pamoja na uuzwaji kinyemela wa viwanja mia mbili Kufanya tafiti zangu. Baada ya kufanya tafiti zangu hizo, nimegundua kuwa tuhuma hizo hazina ukweli wowote zinazomgusa mheshimiwa balozi mteule Dkt Emmanuel Nchimbi. Nitumie fursa hii kumwomba radhi Dkt Emmanuel Nchimbi, kwani kuomba radhi ni kitendo cha uungwana sana umbarazi huku, si kwamba tutaacha kupiga kelele za uzalendo za kuhakikisha CCM tunaendelea kujiendesha kiuchumi, kuhakikisha rasilimali za Chama cha Mapinduzi zinaendelea kuwa rasilimali ambazo zitasaidia CCM kupanua wigo wake wa kujiendesha kiuchumi kupitia miradi yake mikubwa ya katika jumuiya zake. Upande wake wakili wa Dr. Nchimbi Silvanus Mayenga amesema kufuatia hatua hiyo ya Mwakibinga ya kuomba radhi, wameamua kuliondoa shauri la madai ya kesi iliyofunguliwa katika mahakama ya Kimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Mimi kama mwanasheria wa Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi tumelilika kwa kiwango kikubwa na statement ambayo ameweza kuitoa leo hii. Swala zima la kuweza kuomba msamaha kwa kile ambacho eh, alikisema tarehe 16 Agosti mwaka 2016, na nitachukua nafasi hii kuweza kuwasiliana na eh, mteja wangu wa Dr. Emmanuel Nchimbi ili shauri namba 300, shauri la madai namba 300 30 ya mwaka 2016 kiro katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu tuweze kuliondoa. Kwa mujibu wa wakili huyo, shauri hilo lilitajwa mara ya kwanza tarehe 13 Disemba 2016 ambapo mtuhumiwa hakutokea mahakamani, ambapo shauri hilo liliahirishwa na kutakiwa lisomwe tena tarehe 15 mwezi wa pili mwaka huu. Katika kesi hiyo mtuhumiwa angetakiwa kulipa kiasi cha shilingi bilioni moja baada ya kushindwa kupata uthibitisho wa tuhuma dhidi ya Dkt Nchimbi pamoja na kutakiwa kulipa gharama zote za uendeshaji wa kesi hiyo kutoka Dar es Salaam, kisa kisa Mwepiana, Channel 10. Muda mfupi ujawa. Basi tuendelee na taarifa yetu ya habari, endelea ya kubaki na Channel 10.